Um, kama Heineken tumeendeleza juhudi za kampuni kuweka tabasamu kwenye nyuso za watumiaji wa bidhaa yetu pendwa ya Heineken beer, um, na pia tunaendeleza utamaduni wetu wa kufurahia kwa pamoja, uh, kwenye joy of true togetherness. Um, na tukiwa kama wadau wakubwa wa soka, tukiamini kwamba wapenzi wetu wa Heineken huwa wanapenda kuenjoy Heineken kwenye mkusanyiko wakiwa wanaenjoy um, soka tumeona ni opportunity nzuri ya kuwapeleka influencers hawa kwenda kuangalia mpira moja kwa moja live, na pia ni kuendelea kutangaza Tanzania uh, uh, globally kwamba sio tu tunaangalia kutokea huku Tanzania lakini tuko pale uwanjani um, kabisa. Kwa hiyo tumefurahi sana kuwasindikiza na kama mnavyoona wameondoka, they are very excited, na tunaamini kwamba watatupa mrejesho mzuri na pia watashare kila moment ambayo wanakuwa nayo.

Na kusema kweli Heineken wamekuwa kidhamini fainali hii, wamekuwa kidhamini michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa muda mrefu, e, na kuipa hadhi kubwa. Na unajua mitikisiko yake, e, kabla kufikia fainali timu nyingi zimeanguka. Zimeanguka Arsenal, zimeanguka siyo Barcelona, timu vigogo mpaka Real Madrid, mabingwa e, wa kihistoria wa kihistoria wa michuano hii wote nao wameanguka mpaka e, kuwakutanisha sasa Inter Milan pamoja na Paris Saint-Germain. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia mechi ya fainali Allianz Arena mjini Munich. Ni moja ya fainali za kusisimua, moja ya mkusanyiko ambao unawaita watu Ulaya na kwengineko kwenda kushuhudia fainali hii ya aina yake. Kwa hiyo kusema kweli, ni washukuru sana wadhamini wa michuano hii mikubwa ya Ulaya Heineken, eh, kwa kuamua kuona kwamba na sisi tukashuhudie fainali hii ya aina yake. Kwa hiyo tunakwenda kwa kishindo mjini Munich. Na fainali ni tarehe thelathini na moja, manake jumaa mosi usiku, naelewa jamani. Kwa hiyo nina furaha kuambia hivyo, na hivi ninavyokwambieni nishaweka begi langu mimi eh, niko safari moja ah, kikubwa, tunaenda ku, kama kusema tunaenda kujifunza na kuona wenzetu namna gani wanavyoendesha eh, fainali hii kubwa ya aina yake. Wewe unafahamu soka letu hapa kumekuwa wakati mwingine na maneno maneno mengi, tunacheza sana mpira wa maneno kuliko mpira ule wenyewe wa, wa, wa chini ambao unatoka uchezo mpira. Kwa hiyo tunaenda kujifunza na kuja kuwaeleza wenzetu fainali zinaandaliwaje, e, fainali zinakuwaje, mechi kubwa zinakuwaje hapa. E, unajua tuna mechi kubwa hapa moja sio au mbili, Simba na Yanga hapa, lakini mpaka leo akieleweki. Lakini tunaenda kuangalia kule wenzetu wamejiandaaje, wamejipangaje.